Nchini EACC imerudisha hekari 17 za ardhi ya umma kutoka msitu wa Karura kwa shirika la huduma za misitu humu nchini. Ardhi hiyo ya thamani ya shilingi bilioni 2.8 ilihusishwa na waziri wa zamani hayati JJ Kamotho. Mahakama ya mazingira na ardhi sasa imeagiza kufunguliwa mashtaka kwa maafisa wawili wa wa ardhi waliohusishwa na uporaji huo, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Willi Lusige. Kati ya mwaka 1987 na mwaka 1995 aliyekuwa waziri hayati John Joseph Kamotho alipotoa ekari 17 za ardhi ya umma katika msitu wa Karura na eneo lililotengewa KTCC kinyume cha sheria. Miaka 38 baadaye, hatua hiyo imemponza Jumanne usimamizi wa tume ya kupambana na ufisadi EACC ukarejesha ardhi hiyo ya umma kwa huduma ya misitu ya Kenya KFC chini ya usimamizi wa msitu wa Karura. Hii ni baada ya jaji wa mahakama ya mazingira na ardhi David Mwangi kutoa amri kwamba JJ Kamotho alivuna asichopanda, kwa kuwa ardhi hiyo ilinyakuliwa kutoka msitu wa Karura na eneo la umma lilotengewa taasisi ya elimu case. Kamotho alisajili ardhi hiyo kwa jina la kampuni yake Gigiri Court Limited na kuwauzia wawekezaji waliopanga kujenga nyumba, lakini kesi ya mwaka 2007 ikazima ndoto hiyo. Uh, lease or title will be issued to the two uh, institutions. Mahakama pia iliagiza kufunguliwa mashtaka kwa maafisa wawili wa, wa ardhi walohusishwa na unyakuzi huo miaka ya tisini. EACC ikisema viongozi wote walotoa ardhi ya umma siku za nyuma na sasa chuma chao kimeingia motoni kwani tume hiyo imefanikiwa kurejesha ardhi nyingi za umma zilizoibwa nchini. We want to Tume hiyo imesisitiza kuwa uchunguzi dhidi ya magavana wa zamani na wa sasa unaendelea, pamoja na maafisa wa kaunti, na hakuna kesi itakayofutwa bila wahusika kushtakiwa. Wili Lusige, runinga ya Citizen, Nairobi.